tukafanya kitu kendo Baraza Kuu ya chama. Baraza Kuu ikatoa mapendekezo, tukapeleka kwenye mkutano mkuu wa chama, wote tukakubaliana kwamba Chadema sisi hatushiriki uchaguzi. Sasa nani amekukatalia kushiriki? sisi ni sisi, tulikunja sisi, tuliamua kuweka mpira kwapani, tumeogopa tukaenda. Tulishauriwa mpaka na wazee wa maana duniani, mimi nimekutana na Raila Odinga, hata wakina Lissu walikutana naye akawambia duniani hapa, tupeni case study yoyote, Afrika, ni chama gani kiliwahi kususia uchaguzi alafu bado ika progress? Aa, haipo, hakuna literature review ya hivyo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, mimi eh, nimechoka kukunja ngumi. Kabla sijafa sitakinife na potential nilizonazo nije kwenye ligi kuu